Tunakushukuru Baba katika jina la Yesu, tunaikabidhi Simba mikononi mwako. Tunakushukuru maana umeitoa kuanzia nusu fainali ukaipeleka fainali, umeitoa kuanzia makundi ukaipeleka moja kwa moja mpaka fainali. Nchi hii tunaitegemea Simba itulete heshima siku ya Jumapili, kesho. Mungu ulioumba mbingu na nchi, Baba katika jina la Yesu, wewe ambaye ni alfa na omega, wewe ambaye ni mwanzo na mwisho wewe ambaye ndio yule jana na leo na hata milele, wewe uliyekuwepo kabla ya misingi ya dunia ijaumbwa, wewe ambaye tunakuombaga siku zote ambao unatusikia Baba, katika jina la Yesu, nimeikabidhi simba mikononi mwako. Siku ya kesho ikangae, siku ya kesho ikangae, siku ya kesho wachezaji wakapate nguvu, siku ya kesho Simba Sports Club ikapata ushindi, siku ya kesho mwalimu wa simba ninamkabidhi mikononi mwako, maana ndio chance tuliyopata tena ya kwenda kuchukua ubingwa ndo chance ya pekee ambayo tumeipata. Mungu, Mungu simama na sisi, iwe sisi, iwe sisi taifa la, iwe ni Simba, iwe timu ya kwanza kwa taifa hili kuweza kuleta kombe la shirikisho barani Afrika. siku ya kesho ya Jumapili, naiepusha na balaa, naiepusha na nuks, naiepusha na vikwazo, naiepusha na mabaya yote, waliopangwa, walioko angani, walioko baharini, walioko chini ya ardhi walio kwenye mapango waliopanga mabaya juu ya Simba yawarudie wenyewe katika jina la Yesu. Imeandikwa nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Imeandikwa neno la Mungu ni hai tena lina nguvu kuliko upanga ukatao kuwili. Imeandikwa neno la Mungu ni nyundo ivunjao mwamba vipande vipande. Wale wote walewote wanajaribu kushindana na Simba wataenda kufyekwa katika jina la Yesu. Wale ambao wanaenda kushindana na Simba watapondwa vipande vipande vipande, wote katika jina la Yesu. Simba ninaikabidhi mikononi mwako siku ya Jumapili, ikalete ushindi kwa taifa hili, ikalete ushindi kwa nchi hii. Ikarindime siku ya Jumatatu. Nchi hii ikarindime usiku wa Jumapili. Watu wa Simba wakapate furaha, Watanzania kwa ujumla wakapate wakapate furaha, furaha, watu wa Afrika Mashariki wakapate furaha kwa kutumia Simba Sports Club. Mungu linaikabidhi Simba Sports Sports Club. Club. Mungu, mabaya yote yaliyopangwa ndani ya Simba yarudi yalikotoka. Nuksi zote, vikwazo vyote, baraa zote zote zilizotoka kwa jina la Yesu. Yeye ambaye ni Alpha na Omega, yeye ambaye ni mwanzo na mwisho, yeye siku zote. Baba, Baba, tunakusihi. Tunakusihi. Tunakusihi kuhusu Simba. Baba, tunakusihi kuhusu Simba ikashinde siku ya kesho, ikalete ushindi siku ya kesho, ikalete kombe siku ya kesho. Baba tunapiga magoti kwa ajili yako wewe, maana tunakutegemea wewe peke yako, wewe huwezi kutuangusha. Simba tunaikabidhi mkononi mwako, na watoto waseme amen. Amen. Mchungaji wa Simba umepiga magoti kuiombea klabu ya Simba ichukue kombe la shirikisho barani Afrika. kwa nini leo umepata fursa ya kipekee sana, toka ni kwanze kufanya eh, vipindi na wewe, imekuwa fursa sana ya kipekee e, kukuona mchungaji unapiga magoti naomba e, kwa Mungu kwamba Simba ichukue kikombe hiki kwa mara ya kwanza. Kuliko ni mchungaji. Ah, <coughs> sisi tutaendelea kuomba mpaka mm. dakika za mwisho. Mm. Kama kawaida yangu mimi kesho tena mpira mpira ukianza mimi mm. nitaendelea mi kuomba mm. mpaka dakika ndani ya dakika 90 ziishe. Mm. Dakika 90 zikiisha mm. na hizi na kombe tutakuwa tushachukua lakini maombi yataendelea kama kawaida. Maombi yataendelea kama kawaida. Ya. Namna ambavyo mchungaji mmejipanga kama wana Simba kama mtu wa Mungu kuelekea mchezo huu wa fainali Simba dhidi ya RS Berkane. Kuna viashiria vyovyote vile ambavyo vinakutia wasiwasi wasi vya ushirikina shirikina kutoka kwa Arabu kule Moroko kuvifanya pale Amani Complex? Yaani raha maombi bwana. Eh. Hata kama mambo yako ni kwa ni mazuri, eh, maombi ni muhimu. Eh. Maombi hayaombi tu kipindi ambacho una shida. Eh. Maombi yanaomba hata kile kipindi ambacho una raha. Mm. Kwa hiyo Simba mimi sijaona kama kuna shida yoyote. Mm. Ila maombi ni muhimu kwa ajili ya kuikinga Simba. Kuikinga Simba. Yeah, na mabaya yote ambayo amepangwa juu ya Simba Sports Club. Ila kina mpango usifike golini kupiga nje. Yeah. Na mwaka huu watu wa Simba wamenizoea na watu ambao kwa nyenzo wamezoea mimi, kazi yangu ni kuiombea Simba tu. Mm. Sina kitu kingine zaidi ya kuiombea Simba. Mm. Kwa hiyo mimi raha yangu nikiona Simba naiombea, iwe katika hali nzuri. Na bahati nzuri mwaka huu nimeombea Simba amevuka vikwazo vyote. Mm. Ukiangalia kwenye kombe la shirikisho, ndio hivi yuko yuko finali. Nasubiria kombe kesho. Mm. Kwenye ligi ni mtu wa pili. Mm. Kwenye kombe la CDB ni, ni, ni yuko finali yuko yuko. Kwa hiyo hakuna sehemu ambako Simba amekwama. Na Simba hata kwama. Simba hata kuama. Hata kwama. Hata kwama. Na kesho natangaza rasmi Simba kichukua ubingwa na mimi mambo ya mpira. Ah, Mas... mchungaji bwana. E, ndio vile vile hadi ile haiwezi kutenda. Wengi wanasema mchungaji, unajaribu una, una kuweka attention kwa watu lakini swala la wewe eh, kuombea mchezo kwa maana ya kuombea Simba, wengi wanakuamini na kwa nini unaacha mpira? Wengi wanasema kazi iendelee. Ah, sasa mimi mimi si, sijajipeleka nimepelekwa. Mimi nimepelekwa pale nikisha Simba basi. Basi. Ah. Si ah, si... Simba achukua ubingwa basi unafuata nini tena mwingine tena msilaba mpaka muambiwe tena, kwa sababu Champions League bado Simba hajachukua. Mpaka muambiwe. Lakini kwa sasa hivi mtu ambaye nilipewa kazi ya kuivusha Simba nimeivusha. Sina deni. Simba niliomba Mungu aisaidie, fika finali, nimefika finali. Kuna manabii wamejitokeza eh ambao wao sasa hivi wanaitabiria Simba. Eh sasa tusi tunauliza, kwa nini usingeitabiria tokea ikiwa hatua za awali toka inaanza? Eh wewe tumewaona sasa hivi kwa sababu imeshukufika fainali, wanataka wapate umaarufu kupitia Simba kwa sababu Simba lingwa na maana, alikuwa wapi bado na bado jenelewa yani hawa, kipindi ambacho Simba inaaso eh, siku ya Simba Day. Mm. Mimi naweza kuomba kuanzia siku ya Simba Day. Mm. Fadu alivosema hivi, eh, mwaka huu nitawastabisha yaani Simba hii itawastabisha wengi, na wengi wamekuja kushangaa. Nilianzia maombi siku ile. Sasa nashangaa, sasa hivi kuna manabii wanakuja baada ya kuona Simba mega finali. Nao wanasema ichomeka humo humo, Simba wachukua ubingwa. Kwani msingeanza nayo? Eh, kwa mngeanza na Simba tungejua kweli yeye mko serious. Siku zote anza na kitu kabla kijaonekana, ile hata kionekane. Anasema jamani, alisema kweli. Sasa wewe unataka kuonekana kwa siku moja au kama yule aliyesema kwamba mwaka huu kuna timu moja itavuka ya. Sasa nani semea ya nusu. Akumaliza, eh, yeye anasema kwanza nusu lakini angeanza toa za awali, eh, tungesema. Mfano kama sasa hivi unatabiri kwamba na Simba mwaka kesho, eh. Eh, mwaka kesho Simba itakuwa bingwa wa klabu bingwa eh, eh, eh, eh, hapo utakuwa na kweli, wewe ni mtabiri. Na umetabiri vile vile hey, asa misi meleza nao haijaanza tazo mechi ulizungumza uli mapema sana Ma na kumbuka sana wakati kwenye, nakumbuka ulizungumza wakati wa mechi ya Simba dhidi ya Al Ahli Tripoli yeah. ile Ile, ile pre preliminary yeah. inaenda kuingia toa makundi, ndio mchungaji ukazungumza kusema Simba hii inaenda kuchukua kikombe kikombe ya kombe la shirikisho barani Afrika. na na tunaona leo Simba na wale nibeza wenyewe, mpaka wana Simba wenyewe libeza. Mmm, bwana hao hawaoni, mimi naona, na kwa namna ambavyo tulitizama kwa timu yenu ya Simba ilionekana kabisa ni timu ambayo inaweza kushangaza na hiki ambacho kinatokea kimegawa ma surprise muujiza. Um, imepita kwenye, kwenye, kwenye, kwenye timu ngumu Almasri, tuliona imeweza eh, kuiondosha Stellenbosch ambayo ime, imemtoa bingwa mtetezi Zamalek, mmeenda kuitoa. Lakini leo mnacheza na RS Berkane, timu ambayo ina eh, ukubwa wake kule nchini Moroko, imechukua kikombe cha ligi. Wengi wanapata hofu mchungaji, je, hii RS Berkane haiwezi ikapata goli pale Vitoni Zanzibar na Simba kupata mlima mzito zaidi. Mechi itachezwa kama tulivyocheza na na na na Almasiri, Almasiri. Mm. Mbili bila ndani ya uwanja, eh, penalti. Eh, alisana zaidi itapatikana labda mbili bila kipindi cha kwanza na mm. Kipindi cha pili Simba tamalizia ndugu yangu goli moja. Mm. Kwa hiyo kuna mechi maandalizi yake ni makubwa mno. Eh. Mm. Kuna goli tatu maana hakuna kipindi ambacho nimeomba kama safari hii. Mm. Kama atatokea tofauti na hapo ni mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu. Eh. Like. Yeah. Kama kuomba tu tunamuomba Mungu. Kumwomba Mungu. Kama kumsihi tu tunamsihi Mungu. Mm. Kama kufunga tumefunga. Mm. Katika mechi ambazo nimefunga kwa nguvu, mechi hizi, hii ya mwisho. Mechi hii. Eh, na Mungu, Mungu ni mwaminifu. Lolote linaweza ikatokea. Na Simba amepata ame, ame, anaingia kutafuta matokeo ambayo anaweza kayaweza. Eh. Kwa sababu goli mbili ni matokeo ambayo Simba anaweza kayaweza. Mm. Ingekuwa goli nne, ingekuwa kidogo mtihani. Mtihani ungekuwa ni mkubwa zaidi na nikwambie, eh watu wangepiga hesabu kwenda kuchukua medali. Medali za mshindi wa pili. Lakini Simba hata kuifunga nne mpira uishe. Eh. Simba ukifunga nne? Eh. Mpira mpaka nao uishe mpaka. Sasa unaona mechi na Kaizer Chiefs. Simba alifunga nne jamaa anaomba mpira uishe. Ni kweli. Na tulitafuta goli tatu zikapatikana. Ni kweli. Kwa hiyo goli mbili Simba kesho, cha kufanya nafasi inayopatikana itumike. Itumike. Anahisi kocha wa Simba atakuwa amefanya amefanyia kazi hiyo. Mm. One wani mistake one goal wani, yani yani, nafasi ikipatikana na kuitumia. Sio unapoteza nafasi nne afu unapata moja. Hiyo mm, hapana. Hiyo hapana. Neno lako kwa mashabiki wa Simba watakao kuwa uwanjani siku ya kesho. Kesho ni sisi. Mashabiki wa Simba wanaondoka kesho. Ni wewe mwenyewe ndio. Mm. Kwa ujumla ni kwamba watu hata wakiwa uwanjani waendelee kuomba. Mm. Mimi ni muumini wa kuomba kila saa. <laughs> Ndio <laughs> maana mimi nakutaka hata mechi siangaliage. Mm. Hivi naenda Zanzibar bakina, hata mechi yenyewe sitaiona. Mm. Sasa muda wangu nitakuwa kwenye maombi. Mm. Na nikiona kule ndani wananigasi, mimi nitatoka nje. Mm. Niombe nje huko. Mm. Ambako kunakuwa hamna hamna hamna hamna vurugu na mtu. Kwa hiyo, mm, wana Simba siku ya kesho ngendelea kuniombea timu yetu. Na nimefurahi mwaka huu watu, watu wa Simba wamekuwa ni watu wa sala. Mm. Watu wa Simba wamekuwa na watu wa maombi. Ndio licho friday mwaka huu. Mm. Mpaka sasa hivi watu wana watu wana mizana, waendelee kuomba. Maana yake kwamba, nguvu iko kwenye kuomba. Mm. Maombi yanabadilisha kila kitu. Mm. Kisichowezekana kinawezekana. Mm. Ulichoona ni kigumu kwenye maombi kinakuwa chepesi. Kinakuwa chepesi. Ya. Yeah. Mchungaji wa Simba ni kushukuru na niwatakieni kila laheri kwenye mchezo wenu wa fainali siku ya kesho, Simba dhidi ya RS Berkane ndani ya Amani Complex visiwani Zanzibar. Kwanza, Nyasa Pro, pongezi. Nyasa kafanya kazi kubwa sana. Mm. Mpaka Simba inafika fainali naye una mchango mkubwa sana. Mm. Maana umehabarisha habari hizi kuanzia kipindi cha awali. Mm. Mpaka leo. Mm. Kwa hiyo Bwana Mungu naye akubariki sana na Mnyasa izidi sana kukua, izidi kuongezeka. Kampuni ya Mnyasa izidi kustawi nchi nzima, iwe na matawi kila kona. Shukrani sana. Baadaye isambae duniani kote. Shukrani sana. Na shukra umefanya kazi kubwa sana kuhabarisha mambo ya Simba. Shukrani sana. Mungu akubariki sana. Na watu najua watu wanakuchukia, lakini wasikuchukie. Eh. Hiyo ndio kazi ndio kazi ambayo na Mungu naye kwa kuagiza uifanye. Amina, amina. Tuko pamoja. Asante sana. Amina.